Na tuelekee huko mkoani Mwanza. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Inspekta Jenerali Ernest Mangu amewaagiza makamanda wa polisi wa mikoa kuwachukulia hatua za kisheria ikiwemo kuwafukuza kazi askari polisi watakaobainika kukwamisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya na matumizi ya pombe kali zilizofungashwa kwenye mifuko ya plastiki maarufu kama viroba. IGP Mangu ametoa agizo hilo mjini Mwanza katika mkutano na maafisa wa kaguzi na askari ambapo amewataka kuwafichua askari wanaoshiriki kwenye vitendo vya uhalifu ili wachukulie hatua za kisheria taarifa zaidi na mwandishi wetu Amiku Sibutunga kutoka mkoani Mwanza. jeshi la polisi nchini Inspekta Jenerali Ernest Mangu akionyesha kuchukizwa na tabia ya baadhi ya askari polisi ya kujihusisha na vitendo vya uhalifu ikiwemo matumizi ya dawa za kulevya: uliajiwa kuja kuzuia uhalifu sio kufanya uhalifu. Sasa mimi nakwaji unageuka, shughuli yoyote itakayokukaribisha wewe na watu wa madawa ya kulevya itakukosa, itakukosa. Tafuteni njia nyingine ya maisha, sio kushughulika na, sio kushirikiana na watu wanaoshughulika na madawa ya kulevya tumeelewana na ninyi mnawajua wenzeni wanaojishughulisha na hizo shughuli, wanaofaidika na hizo shughuli, tusaidieni, waambieni waache. Akizungumza na maofisa wakaguzi na askari polisi mjini Mwanza, Mangu amewataka askari polisi kuimarisha msako dhidi ya wafanyabiashara na watumiaji wa pombe kali zilizofungashwa kwenye mfuko wa plastiki maarufu kama viroba. Tumeelewa popote, yeah, ulipo ukimkamata mtu mwenye kiroba, ukimkuta mtu mwenye kiroba, kamata kisha kituo cha polisi. Haitakusaidia wao katika ile hela yake wanakuona. Mkumbuke sasa hivi kuna tv kuna timiza mahali tv, hata i simu nizika mikononi. Wewe huko hapo, umekamata mtu ana mirongi au anasi anaviroba, una negotiate naye, kuna mtu yuko kwenye nyumbani kwake, yuko kwenye dirisha anakasimu kake, anachukua kila kitu kinachoendelea. Aidha, ametumia fursa hiyo kutoa onyo kwa askari watakaobainika kukwamisha oparesheni mbalimbali zinazoendelea nchini dhidi ya vitendo vya uhalifu. Angaza vita ya madawa kulevya, hatutarajii askari mkawa ni kikwazo cha cha cha hizo oparesheni, na ikitokea arabisi waroslani <laughs> na mawasili wao, ikitokea askari anahusika Baadhi ya askari polisi mjini Mwanza walioshiriki kwenye kikao hicho wameahidi kuyatekeleza maelekezo hayo kwa uadilifu mkubwa. Ujio unatia chachu, askari watakuwa na moyo na morali wa kufanya kazi, tunaahidi kushirikiana naye. Apande ametoa katika hali ya hotuba, lakini ni amri, tayari imekwisha toka. Askari wote tujue kwamba hayo ni makosa, kwa hiyo hatutaki kushiriki, kwa maana ya kwamba kushirikiana na uhalifu. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Inspector General Ernest Mangu alikuwa mkoani Mwanza kwenye ziara ya kikazi iliyolenga kuwakumbusha askari wa jeshi hilo kuhusu umuhimu wa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia weledi. Amiko Sibutunga, TBC Mwanza.